Karibuni na ujambo mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako tv online iliyo na makao yake uko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Jumamosi ya tarehe Disemba 20 mwaka wa 2025. Haya ni matangazo yetu ya mapema alfajiri. Mtazamaji pia msikilizaji, kilicho na mwanzo pia kina mwisho. Mzungu hana rafiki wa kudumu, lakini huyo hatumikia maslahi ya kudumu. Mtazamaji pia msikilizaji, Kuna Nini News kau ya ufike, wahenga usema nini, tumekuandalia leo katika yale, tumekuandalia ni kwamba Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani zasaini mkataba wa ushirikiano wa usalama na ulinzi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani zimefikia hatua kubwa na muhimu ya kimkakati kwa kusaini mkataba wa ushirikiano wa usalama na kijeshi. Na wakati hayo yakiwa hivyo, kuingineko baraza la usalama la Umoja wa Mataifa wameongeza muhula wa tume la kulinda amani la umoja wa mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO. Tafadhali kabla tuendelee, na kuomba wewe ambaye labda ndio mara yako ya kwanza kutusikiliza, naomba utoe mchango ili chanel yako hii isonge mbele. Mchango wako utatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi hivi nakuomba wewe ambaye bado hujasubscribe, huu ni muda wako. Tafadhali usikose kusubscribe yaani kuja abone, usikose ku like, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose ku share yaani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Haswa unaposubscribe bila shaka utakuwa miongoni mwa watu wa kwanza watakao kuwa wakipata habari zetu mara tunapopanda hewani hivi. Na kuomba kwa mara nyingine tena, andamana nasi tangu sasa hadi mwisho, bila ya kupoteza muda, mtazamaji pia msikilizaji. Kawia ufike, wahenga usema. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ile ya Marekani za saini mkataba wa ushirikiano wa usalama na pia ulinzi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani zimefikia hatua hiyo kubwa na muhimu ya kimkakati kwa kusaini mkataba wa ushirikiano wa usalama na kijeshi. Hapa yamahanisha usalama wa wananchi na ulinzi wa ardhi ya Kongo kupitia masuala yaani, maswala ya kivita na kadhalika. Malengo muhimu ya mkataba huo ambao wamehafikiana nchi hizi mbili ni kuimarisha uwezo wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao kwa kweli unaonekana unaosuasua, ushirikiano katika ujasusi na ufuatiliaji, yani ufuatiliaji wa kidiplomasia arazi wachalirejee hapa nasema malengo muhimu ya mkataba huo ambao wameafikiana nchi hizi mbili kwanza kabisa ni kuimarisha uwezo wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao unaonekana kuwa unaosuasua pili kuna ushirikiano katika maswala ya ujasusi na ufuatiliaji wa kiteknolojia, yaani kukuza mfumo wa kiteknolojia. Tatu, nchi ya Marekani itatoa usaidizi wa vifaa. Napozungumzia vifaa hapa, yani ni vile vitu vinavyotumiwa kwenye vita. Hapa kuna silaha, kuna sijui nini, kuna saa sijui aina yoyote ya vitu ambavyo vinatumiwa kwenye vita, we ndege za kivita ziwe zile za kushambulia kama vile zile zisizokuwa na na rubani yani drone, na mambo mengine kaza wa kaza, yani vifaa vya kijeshi na vya kivita. Ikiwa haitoshi nchi ya Marekani watatoa mafunzo kwa wanajeshi wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, yaani lile jeshi la taifa linalojulikana kama vile FARDC liwe jeshi lenye imara na shupavu, na wawe jeshi ambalo hawatatishika na watawapa au watawapea vifaa vya kisasa vinavyowafanya wao washitishikira kitu chochote kile, au labda mgurumu wa silaha kutoka hadui, au labda mlio wa kombora kutoka hadui, au labda hiki na kile. Kifupi tu ni kwamba Marekani kwa sasa ipo tayari kupitia mkataba waliosahini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwapa vifaa vyote vile vinavyohitajika vya kisasa na vilipe jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nguvu zaidi, kando na inavyoonekana kwa sasa na kufikiriwa na wengi. Na vile inavyoonekana, Marekani itasaidia hmm, pia kuchangia kwa kupambana na makundi yenye silaha pamoja na mitandao ya kigaidi inayoonekana au kupatikana mashariki mwa nchi. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, kwa kweli huu unaonekana kuwa ni ujumbe wenye faraga, nao waonyesha tayari cheche na dalili za usalama wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, kesho, kesho kutwa, mtondo na mtodogo oh, yaani tu tumalizie kusema hapo kwamba hiiu huu ni ujumbe ambao unaleta faraja kwa mustakabali wa nchi hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nayo DRC sasa itakuwa nchi ya kimkakati ya kimataifa. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, kwa kweli kupitia hihi wenye kiburi au wenye kiburi na maadui wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani wale maadui wa amani tayari wamehonywa kupitia ujumbe huu. Kwa kweli, hili la onyesha wazi kwamba mzungu ha, hana rafiki wa kudumu, bali huyu yuko tu kwa ajili ya maslahi yake ya kudumu. Labda aha, nasema huenda jana ilikuwa ni zamu ya Rwanda na yamkini leo ikawe sasa zamu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya kudhalilishwa kwa miaka kadhaa ikiwa sasa ni apatao miongo mitatu hivi. Yaonekana wazi kwamba tayari, kwa mwendo wa kobe polepole pole tu, nchi ya Rwanda yaenda kutapikwa na nchi ya Marekani. Hii inaashiria sasa usawa mpya wa kijiografia na kisiasa unaoibuka katika eneo la maziwa makuu. Kawia ufike, wahenga usema. Basi tuyaachie majira muda na ni kufikia hapo. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, ni hayo tuliokuandalia mapema siku hii ya Jumamosi ya tarehe Disemba ishirini mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Lakini usisahau kauli mbio, kabla uondoke, tafadhali wewe ambaye huja subscribe bado, tafadhali jiunge na channel yako hii, kuna nini news. Usikose ku like, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho, usikose kushare, yaani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Na unaposubscribe, wewe utakuwa miongoni mwa wale watakaopokea habari zetu mara tu tunapopanda hewani. Acha nikushukuru wewe kwa muda wako, kwa sababu ulikubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Acha nikutakie wikendi njema.